Mimi naitwa Hekima ya Faida Halisi, ni mtekeleza sauti wa mkoa huu wa eh, Morogoro, kwa nafasi ya kusimamia watekeleza sauti wote, kwa maana ya viongozi wa Kanisa Halisi la Mumba hapa mkoani Morogoro na eh, tu, nimesikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa sikukuu ile ya Idd el Fitri. Na hotuba yake ni nzito, hotuba yake pia imebeba ujumbe mzuri wa kulivusha taifa na kulipeleka mahali kwenye mafanikio makubwa zaidi. Na actually, labda niseme kanisa halisi la muumba lina mambo makubwa matatu ya msingi ambayo ndio fundisho lake. Jambo la kwanza tunazungumza au kufundisha jamii kitu kinachoitwa utawala wa amani, kwa sababu tunaamini amani ikiwepo, uzalishaji utakuwa mkubwa na mafanikio ya kitaifa yatakuwa makubwa, na hata mafanikio ya mtu mmoja mmoja. Mahali penye amani ndio mahali penye mafanikio lakini amani haiwezi kuwepo bila haki, na sisi wajibu wetu kama viongozi wa, wa wa dini, kazi yetu kubwa ni kufundisha jamii iwe na amani, itawaliwe na amani, na kuifundisha jamii kuwa yenye haki. Na haki ya kwanza ni ya Muumba, kupewa ibada, kushukuriwa. Lakini jambo la pili ambalo tunashughulikia kama kanisa halisi la Muumba ndani ya taifa hili la Tanzania ni upendo uliopitiliza. Upendo uliopitiliza na amani katawala, basi mafanikio lazima ya makubwa sana. Na jambo la tatu, tunafundisha kwamba ibada ni uzalishaji. Kwa kazi kubwa tulionayo sisi kama viongozi wa dini ni kufundisha jamii, kuelimisha jamii kwa habari ya amani, lakini pia kuieleza jamii amani inapatikana wapi. Inatokana na haki na hata ukiangalia ile hotuba jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais amehotubia ame pale amezungumza sana habari ya amani, lakini pia hotuba yake imejikita sana mba, ia, ya puishi, ya kwenye swala la haki kwamba kila raia anayo haki ya kuishi, anayo haki ya kufanya kazi, anayo haki ya kuto kubuguziwa na yoyote, ili utawala wa amani uweze kusimama ndani ya taifa. Alafu tupendane, alizungumza sana swala la kupendana kwamba undugu kuheshimiana kuto kuhasimiana, na hayo yote yanatengenezwa na. Akasema wakati mwingine hata mufti alizungumza kama mene msikia vizuri, alizungumzwa kwa habari ya amani. Amani nakafananisha ni kama yai likisha pasuka, huwezi kulizoa. Na akasisitiza sana kwamba amani kitoweka, kuirudisha ni kazi kubwa. Kwao sisi viongozi wa dini tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha amani inatawala kwenye jamii. Mimi naitwa Askofu Dr. Peter Denis Manianguru, uh, makamu askofu wa kanda ya Morogoro ambayo uh, ina majimbo sita: jimbo la Morogoro ambalo lina, uh, lina lina mji wa Morogoro, lakini na Morogoro vijijini, jimbo la Mvomero jimbo la Kilosa, jimbo la Gairo, jimbo la Mlimba, jimbo la uh, Kilombero. Kuna majimbo sita ambayo tunayoongoza katika mkoa wa Morogoro, unaona. Sasa tuangalie sana, ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu yaweze kusimama, tusifurahie ile raha ya muda mfupi kwa mfano mtu ume umefanya kitu kibaya, huenda kwenye kwenye kura huko, umeenda umeweka vitu vingine, au umewaweka watu wako uka ukafanya vibaya. Biblia inasema katika sura ya 16 ile t iliyosema kitabu cha mithali mstari wa thelathini na tatu, kura inawekwa kweli kwenye kwenye, kwenye mikunjo ya nguo, mikunjo ya karatasi inawekwa huko ya siri, unaona lakini hukumu zake, biblia inasema hukumu zake ni za Mungu. Maana yake unaweza ukawa kuenda kwenye kula kule kachaguliwa mtu mwingine, lakini wewe uka, ukaweka mavitu yako mengine, Mungu atakuhukumu ata baadaye. Hata kama watu kwenye macho watasema mbona katangazwa mtu ambaye atukumchagua, mbele yake utakuwa na hatia mbele za Mungu. Kwa hiyo tujitahidi kusimamia kweli, wale wanaosimamia kwenye vituo, basi wafanye vizuri. Wale viongozi wa dini wa washaushi watu wao wawe wa watu watulivu, watu wa, wa amani, na wale ambao wameshika madaraka tayari wako kule juu, wasisababishe vurugu zisizo na umuhimu. Yani mkatupa kazi sisi viongozi wa dini wa kuambia watu watu ah, ili usifanye kwa sababu mmeshafanya mambo mabaya. Yani jitahidi kufanya vizuri, ili hata kama mtu anafanya ukorofi, unaona huyu ana asili tu ya ukorofi wake, lakini mambo yaliyofanyika yamefanyika vizuri. Na hilo litambariki Mungu na litaibariki nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo mimi nasema hivyo. Mimi naitwa Askofu Dr. Peter Dennis Manyanguru, uh, makamu askofu wa Kanda ya Morogoro ambayo, uh, ina majimbo sita: jimbo la Morogoro ambalo lina, uh, lina, lina mji wa Morogoro lakini na Morogoro vijijini, jimbo la Mvomero, jimbo la Kilosa, jimbo la Gailo, jimbo la Mlimba, jimbo la Uh, Kirombero. Kuna majimbo sita ambayo tunayoongoza katika mkoa wa Morogoro. Wenzetu ambao wamechezea amani kwa masala ya kisiasa kama vile Zaire, ukiangalia ukiangalia Rwanda, Burundi, ukiangalia katika nchi za Kiarabu kwa Syria, ukiangalia Yemen, hakukaliki kwa sababu ya masala ya, ya siasa, watu kuingia katika siasa ikawa vurugu imekuwa kubwa mno. Hivyo nakusihini sana nyinyi viongozi wa dini ambao mnanisikiliza wakati huu, ni vizuri tuyasikilize maneno ya viongozi wetu wa nchi. Kiongozi eh, ambaye ana upendo wa wananchi wake, kiongozi ambaye eh, ni mama katika taifa letu hii, Samia Suluhu Hassan, ni mama. Ameibadilisha nchi yetu, imekuwa nzuri na watu wanapendana, watu wakowa moja. Cha msingi tu mimi ni chukua na usia viongozi wenzangu wa dini, tumwombee dua sana mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mwenyezi Mungu amwongoze vizuri na aendelee kutongoza katika e, nchi hii kutokana na upendo yale ambayo kfana kwa, kwani miradi mingi ambayo ameacha mzee Magufuli e, ameitekeleza na inaenda sawasawa na hakuna kasoro wala ubaya ambao kuamefanya. Hivyo Allah amjaze kila laheri na amfungulie mambo yake na milango yake.